Mimi nilikuwa nimeipata taarifa kabla, na bahati nzuri nimekuja nimeipata tena taarifa hii sasa. Kwenye, kwenye hii hali tulionayo hapa, yapo mambo yafuatayo ambayo lazima tuyazingatie. La kwanza, imekubalika habari ya adendam na upande wetu, baada ya kuwa mmeleta draft tulishaweka inputs na ikarudi kwenu basi, ifanyike jitihada ya juu chini ndani ya siku saba tuweze kuipata hiyo adenda nyingine, ili tuweze kuendelea, tusiwe na ucheleweshaji wa hii habari. La kwa kwanza. La pili, umefanyika uongezaji wa muda wa mkataba kwamba sasa jengo litakamilika na baada ya kuwa tumeyazingatia yote tuliyokubaliana jengo litakamilika Juni mwezi tarehe moja mwaka wa kesho yeah. E, ni vyema sana tukalizingatia hilo ili kusikuwepo tena haja ya nyongeza ya muda mwingine wa kazi. Kwa kwa mjitahidi, mlete hiyo, kwa sababu sisi tumesha given na mkichelewesha, mtafanya sisi tuchelewe kuifikisha kwa hatua nyingine za mbele na hususan ofisi ya mwanasheria mkuu eh, ni muhimu kutokea hapa, ili tuweze kuwa na ile close na, na, na monitoring ya karibu. Basi baada ya addendum kutoka na kukamilika kwa mwanasheria tayari kwa process za, za wenzetu kule kwa malipo, basi kuwe na vikao vya kila mwezi. Kila mwezi mkae, kila mwezi mkae, ili kuona mnakwenda sawa, mnakwenda nyuma. Tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia elimu, Ofisi ya Rais TAMISEMI.